Rekodi ya Yanga ya kutokupoteza mechi kwa miezi minne yavunjwa na Al Ahly kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika. Safari ya klabu ya Young Africans Yanga katika Ligi ya Mabingwa Afrika ilikumbana na kikwazo kikubwa baada ya timu hiyo kupoteza kwa mabao mbili sifuri dhidi ya vigogo wa soka barani Afrika, Al Ahly ya Misri. Matokeo hayo yalimaliza rasmi rekodi ya Yanga ya kutokupoteza mechi kwa kipindi cha takriban miezi minne katika mashindano yote, rekodi iliyokuwa ikiwapa mashabiki matumaini makubwa ya kufanya vizuri kimataifa. Mchezo huo uliofanyika ugenini ulikuwa na ushindani mkubwa tangu dakika ya kwanza. Yanga waliingia uwanjani kwa nidhamu na mpangilio mzuri, wakionyesha kuwa hawakuja Misri kwa ajili ya kujilinda pekee bali pia kupambana kwa ajili ya matokeo. Hata hivyo, uzoefu na ubora wa Al Ahly ulianza kujitokeza taratibu kadri mchezo ulivyokuwa unaendelea. Katika kipindi cha kwanza, Yanga walijaribu kucheza kwa tahadhari huku wakitafuta nafasi kupitia mashambulizi ya kushtukiza. Kiungo wao alifanya kazi kubwa ya kuzuia mipira katikati ya uwanja, huku mabeki wakijitahidi kudhibiti kasi ya washambuliaji wa Al Ahly. Licha ya jitihada hizo, Al Ahly walionekana kuwa na umiliki mkubwa wa mpira na walitengeneza nafasi kadhaa za hatari. Mwisho wa kipindi cha kwanza ulikuwa pigo kwa Yanga baada ya Al Ahly kufanikiwa kupata bao la kwanza. Bao Bao hilo lilitokana na mpira wa pembeni uliotumiwa vizuri, ambapo mchezaji wa Al Ahly alipanda juu na kupiga kichwa kilichomshinda kipa wa Yanga. Bao Bao hilo lilibadilisha kabisa mwelekeo wa mchezo na kuwapa wenyeji morali kubwa kabla ya mapumziko. Kipindi cha pili kilianza kwa Yanga wakionekana kubadilika kimbinu. Kocha alifanya mabadiliko ya mapema kwa lengo la kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Yanga waliongeza kasi ya mchezo na kujaribu kucheza kwa kushambulia zaidi, wakitengeneza nafasi chache ambazo zilihitaji umakini mkubwa wa kipa wa Al Ahly. Licha ya shinikizo hilo, Al Ahly waliendelea kuonyesha uzoefu wao mkubwa katika mashindano ya kimataifa. Walicheza kwa nidhamu, wakivunja mashambulizi ya Yanga na kutumia vyema nafasi walizopata za kushambulia kwa kasi. Dakika za mwisho wa mchezo zilionyesha tofauti ya ubora kati ya timu hizo mbili, hasa katika matumizi ya nafasi. Bao la pili la Al Ahly lilikuja katikati ya kipindi cha pili baada ya makosa madogo katika safu ya ulinzi ya Yanga. Mshambuliaji wa Al Ahly alitumia vyema nafasi hiyo kwa shuti kali lililoingia moja kwa moja wavuni na kufanya kazi ya Yanga kuwa ngumu zaidi. Bao hilo liliua kabisa matumaini ya Yanga kusawazisha matokeo katika mchezo huo. Kwa Yanga, kipigo hicho kilikuwa cha kwanza baada ya muda mrefu wa mafanikio mfululizo. Rekodi yao ya kutokupoteza kwa miezi minne ilikuwa imetokana na matokeo mazuri katika ligi ya ndani na mashindano ya kimataifa, jambo lililowapa mashabiki imani kubwa. Hata hivyo, kipigo dhidi ya Al Ahly kimeonyesha kuwa bado kuna tofauti ya uzoefu na uimara kati ya Yanga na vilabu vikubwa vya Afrika Kaskazini. Kocha wa Yanga alieleza baada ya mchezo kuwa licha ya kupoteza timu yake imejifunza mengi kutokana na mechi hiyo. Alisisitiza kuwa wachezaji wake walipambana kwa uwezo wao wote, lakini walikumbana na timu yenye uzoefu mkubwa wa mashindano ya juu. Aliongeza kuwa bado kuna nafasi ya kurekebisha makosa kabla ya mechi zinazofuata. Kwa upande wa Al Ahly, ushindi huo uliwapa nafasi nzuri katika msimamo wa kundi na kuendelea kuonyesha kwa nini wanahesabika kuwa moja ya klabu bora zaidi barani Afrika. Walionyesha nidhamu ya hali ya juu Matumizi bora ya nafasi na utulivu mkubwa katika nyakati ngumu za mchezo. Matokeo haya yameacha Yanga wakilazimika kufanya kazi kubwa katika mechi zijazo, hususan katika mchezo wa marudiano utakaochezwa nyumbani. Mashabiki wanaamini kuwa kwa maandalizi mazuri na marekebisho ya kiufundi, Yanga wanaweza kutoa ushindani mkali zaidi na kulinda heshima ya soka la Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Kwa ujumla, mchezo huu ulikuwa somo muhimu kwa Yanga kuhusu kiwango cha ushindani katika ligi ya mabingwa Afrika. Ingawa rekodi yao ya miezi minne bila kipigo imevunjwa, safari bado haijaacha. Changamoto sasa ni jinsi watakavyoitikia kipigo hicho na kurejea kwa nguvu zaidi katika michezo inayofuata.